Liyufsidu alislam walimuingiza. Hawa Mayahudi walimuingiza katika Uislamu ili kwa ajili ya kuharibu, waharibu Uislamu. Mayahudi walimuingiza katika Uislamu, liyufsidu alislam, ili wauharibu Uislamu. Dasa bisin laysa dasha, fa adhara alislam, akadhihirisha Uislamu huyu Abdullah ibn Sabah, mithla ma dasa alyahudu Bolis ala din Almasih alayhi salam, fa afsadu din Almasih, mfano wa mayahudi walivyomwingiza huyu Bolis kwa dini ya Masihi Isa bin Mariyam, akaharibu wakaharibu dini ya huyu Almasih Isa bin Mariyam alayhi salam. Waqalu bittathlith, wakasema tathlith kwamba kuna waungu watatu, wa annallaha thalithu thalatha na kwamba Allah ni watatu katika waungu hao watatu. Bolis ndiye aliyeingia katika dini hii ya kinasara akafanya uharibifu huo na kusema kwamba kuna waungu watatu, Allah ni watatu katika hao. Wabadala an yakuna almasihu bnu Maryam abdallahi wa rasulahu, akabadilisha kuwa almasihu isa bnu Maryam ni mja wa tumewake, kalu, Allah na mtume wake. Qaluu innahu bnullah. Wakasema, huyu ni mtoto wa Allah, Isa ni mwana wa Allah. wa hadha dassahu alaihim Bulis alyahudiyu alladhi ddaca annahu tanassara wataraka alyahudia, huyu aliingia katika dini hii ya kinasara. Bulis ambaye ni myahudi ambaye alidai kwamba ameingia katika dini ya kikristo akawacha uyahudi ndio wakatia fitna hizo za kwamba kuna waungu watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, sijui na Mungu kaka na nini. Huyu Bolis ni myahudi aliingia katika dini ya kinasara kwa ajili ya kuharibu dini hii ya kinasara. Kuna huyu naye Abdullah Ibn Saba Ibnu Sauda, ni myahudi ameingia, akadai kuingia katika Uislamu katika ukhalifa wa Uthman Ibnu Affan. Kumbe waliingia kwa ajili ya kuuchafua na kuharibu Uislamu.